Neno la Mungu lilimjia nabii Ezekiel likamwambia, mwana wa Adamu, kawaambie watu hawa, ukawaonye juu ya mambo yao, kwa maana ukiwaonya wasiposikia, damu yao ikimwagika haitadaiwa kwako, lakini kama wewe hujawaonya alafu wakapata madhara, damu yao ikimwagika nitakudai wewe na sisi kama viongozi wa kanisa hatutaki tuodaiwe na watu wa Tanzania. Ndiyo maana tunazunguka nchi hii kuwaambia watu wa Tanzania, na niko Morogoro, watu wa Morogoro wanataka niwaambie jambo moja. Katika historia ya ustawi, mageuzi na mabadiliko katika dunia, katika nchi yoyote, mabadiliko yao ya kiuchumi, ya kijamii na kisiasa, kanisa limekuwa mstari wa mbele ili kujenga maadili katika mabadiliko. Nchini El Salvador ilibuka serikali ya kidikteta, walikuwa nauwa na kuteka na kupoteza watu. Askofu mkuu wa kanisa Roman Catholic, askofu mkuu wa jimbo kuu la San Salvador, alikuwa anaitwa Oscar Romero. Alikuwa anawaonya watawala, watawala akampiga risasi. Damu yake ilipomwagika ikawa ndio mwisho wa, wa, wa utawala ule ukaanguka, usisimame tena. Nchini Malawi alikuwepo raisi ambaye alijiita wa maisha wa muyaya, dikteta Kamuzu Banda. Alikuwa anaua watu, anatesa watu, anateka watu, hakuna aliyeweza kumsema. Lakini baada ya mwaka elfu moja mia tisa tisini maskofu wakaungana, wakaandika waraka wa kichungaji, pastoral letter, ambao ulisambaa ukasomwa nchi nzima kwa wiki tatu, utawala wa Dr. Hastin Kamuzu Banda wa muyaya kule nchini Malawi ulidondoka, usisimame tena na haujasimama tena. Nchini Afrika Kusini zilianzishwa siasa za ubaguzi wa rangi, waliua watu, waitesa watu, wakateka watu, wakanunua na baadhi ya maaskofu wakawa wanasema, ubaguzi wa rangi ni utawala, ni mfumo uliotoka kwa Mungu, ulikubaliwa na Mungu. Lakini askofu mkuu wa kanisa la Anglikana, Desmond Mpilo Tutu, aliinuka akawa pamoja na watu. ubaguzi wa rangi mtawala ule wakawaweka ndani wakawafunga maisha naye Nelson Mandela na Walter Sisulu, lakini eli Oliva Tambo aliikimbia nchi. Ndipo Askofu Mkuu Desmond Tutu akavaa majoho yake akaanza kuandamana na watu kule Soweto, akazunguka nchi nzima Afrika Kusini, akaenda mpaka Umoja wa Mataifa kuusema vibaya utawala wa rangi, utawala wa makaburu. Ubaguzi wa Afrika Kusini ulianguka haukusimama tena, na hautasimama tena. Mwisho ni nchini, nchini Uganda Idi Amin alimpindua Milton Obote, akaanzisha utawala wa chuma, anaua watu, anateka watu, anatesa watu. Askofu mkuu wa kanisa la Uganda la Anglikana alikuwa anaitwa Janani Luwum, alimnyoshia kidole Idi Amini. Idi Amini akamuua Janani Luwum. Janani Luwum alipouawa, damu yake alipomwagika, utawala wa Idi Amini ulianguka haukusimama kusimama tena. Hapa Tanzania, Julius Nyerere aliandiwa siri kubwa na kanisa. Padri wa kanisa Katolika Father Welsh Alimuita Julius Nyerere akampa siri ya kudai uhuru bila kumwaga damu. Ndipo Julius Nyerere akajiuzuru, akazunguka nchi nzima kuwaunganisha Watanzania, Watanganyika, chini ya TANU. Tanganyika ikawa ni nchi ya kwanza kupata uhuru bila kumwaga damu kusini mwa jangwa la Sahara. Nitaka niwaambie utaratibu jinsi gani kanisa ni sehemu ya kupigania haki duniani na ndiyo maana hapa Tanzania ulivyoibuka ushenzi wa kuua watu, ushenzi wa kuteka watu, ushenzi wa kupoteza watu na kumwaga damu wakati wa uchaguzi, kanisa kwa mara ya kwanza limeungana tena na kutoa kauli. Mmemsikia askofu wa kanisa la kinjira kiinjira kiruteri KKKT ya Morogoro, askofu Mameo alikemea ushenzi wakati wa Pasaka. Uu ni askofu hapa Morogoro. Mmemsikia rais wa baraza la maaskofu Tanzania, askofu Pisa amekemea kule, kule, kule akitokea Lindi akawaambia watawala mambo mawili: wamwachie huru Mheshimiwa Tundu Lissu bila masharti yoyote, na wabadilishe mfumo wa ukandamizaji. Lakini watawala hawataki kusikia, hawataki kusikia. Mmeona pia watu wasiojulikana waitaka kumuua padri wa kanisa Katoliki, katibu mkuu wa baraza la maaskofu Tanzania Father Charles Kitima, lengo lake la ni nini? Lengo ni kuwatisha viongozi wa dini. Eti wakiwatisha viongozi wa dini, maana yake ni kwamba watasimama, watanyamaza. Niwaulize watu wa Morogoro, ni kiongozi gani? Ni mamlaka gani ni utawala gani duniani ulioweza kunyamazisha sauti ya kanisa ukafanikiwa? upo, upo. Niwaulize watu wa Morogoro, niwakumbushe tu miaka miwili mitatu iliyopita, Askofu Gwajima alizunguka nchi nzima akimsifia Rais Samia kwenye mikutano mikubwa kabisa, na huku Morogoro Dumila alipita kila mahali anamsifia Samia, anasema Samia oye oh, yeah. Alionekana mzalendo juzi juzi. Huyo huyo bwajilima tena wa CCM anahoji, watu wanatekwa, kwa nini wasichukuliwe hatua? Anahoji mifumo mibaya hii ya, u, ya, ya, ya, ya, ya, ya uongozi. Sasa baada ya hapo wakamwita ni mwagaji mas, na baada ya hapo wamefunga hata kanisa lake. Sasa hii inatoa picha gani? Ni kuziba mikono midomo viongozi wa kanisa wasiseme tutashinda mapambano haya. Tutaandika katiba mpya, tutabadilisha mfumo wa utawala katika nchi hii. Na watu wa Morogoro kama na kumesema Amina, tunaenda kumwomba Mungu. Wewe Mungu naishi na kumiliki na kutawala milele, mbingu na dunia vyote vimejaa utukufu wako, na hapa Morogoro utukufu wako upo. E, eh, Mungu wa majeshi, asante na mimi niko mahali hapa wa kulishuhudia neno lako la kuambia ukweli watu, watu wa Morogoro Hakuna mfumo wote wa kumwaga damu unaotoka kwako. Umwagaji damu ni ibada za kipepo, ni ibada za kishetani, na tunataka tuziondoe katika, katika nchi ya Tanzania kwa jina la Amina. Mtawala yoyote kiongozi yoyote aliyechaguliwa na wanadamu kwa kura au kwa kuteuliwa, atakayeamrisha vyombo vya ulinzi na usalama, kiwe jeshi la polisi, liwe jeshi la wananchi, liwe usalama wa taifa iwe TANAPA iwe magereza iwe mgambo iwe kikosi chochote cha asili kwa ajili ya kuteka kuua kupoteza watu kumwaga damu za watu na kupora uchaguzi na kuharibu uchaguzi, akafezeshwe yeye na watoto wake kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne. Sema amina. Kamanda yoyote wa kamanda yoyote wa chombo cha ulinzi na usalama kiotajwa, atakayepokea amri haramu, kutesa, kuua, kupoteza watu na kuiba uchaguzi, akafezeshwe yeye na uzao wake hadi kizazi cha nne. Sema amina, yeah. Taasisi yoyote, chombo chochote kitakachofanya kuahira, kutaka kufuta taasisi zinazotetea watu iwe ni taasisi ya chama cha kisiasa, iwe taasisi ya dini, iwe chombo chochote kila cha jamii, akafuta au kuharibu au kukinyamazisha, akafedheshwe yeye na uzao wake na wanaotumika pamoja naye kizazi cha kwanza ambacho anasema amina. Watu wa Morogoro, mimi sina deni kwenu, kanisa halina deni kwenu. Tulizunguka mwaka 2020 Tuliwaambia na tulimuomba Mungu yeyote atakaye haribu na na ku, uchaguzi na kuota na kuiba kule kati ya uchaguzi atapezeheshwa. Ninyi ni mashahidi, miongoni mwa waliotumikia mfumo ule wako ambao wamenyamaza milele na hawataonekana hata tena. Sema amina.